Wanaume ni viumbe fulani wa hovyo, wakati mwingine, sio wakati wote hivi. Unajua mwanaume, kama we ni binti mzuri kanisani, unafahamu kwamba akilala na wewe anajisikia fahari kuwaambia wenzie, nasikia <laughs> tumekaa, tunapiga stori, oya fulani unamfahamu? Afu mi labda simfahamu, naambua, subiri, anaimbia kwaya fulani. Tulia we kwenye ibada, kaa na mimi kwenye ibada, nimekaa naye eh. Limnati mmejipanga <laughs> wenyewe mko hapa, mwalimu anatoa kipira lele lile, e yeah, anaanza kucheka, naambia oya, kushoto kwako, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa hiyo na mimi nikikaa naangalia kushoto, wa kwanza, wa pili, wa tatu, afu sema ai. Ai, ai. Namgeukia mwezangu, mwanangu, ah, umefaidi, ambia mbona maharage mbea analika yule, hivi najua hivi unafahamu, wanaume, wanaume ni wana, waajabu sana. Ukikutana nao hawana Mungu. Si unaona nimekaa hapa na Jose ananiambia hivyo eh? na mimi nikikuona, nikavutiwa, napanga kukukula. Na mimi nikikukula, tunakuja na mimi namhadisia tena Jose, naambia Jose, ha, ulisema ukweli. Yule mtoto ni ushaliwa na wangapi sasa? Alafu tunajivunia ndio maana wanawake nawaambiaga, wanawake kuachia mwili wako it's a lot, yani kujiachia kama hauna software nzuri, ni aibu kubwa sana. Ngoja niwaambie wanawake, kuna wakati unaweza ukaishi kanisani, watu hawajui kuhusu wewe, kumbe wanakunyamazia, especially wanaume. Yani unaweza eh, habari zenu, hamjambo, wazima, ukiondoka okay, hapo tuna huku nyuma hii <tuhi> dunia hii. Mungu tu atusaidie. Sasa cheki mtoto alivyo hivyo lakini anapigika tu. <laughs> Nani atakuoa? <laughs> Nani atajiingeje kwenye ndoa? Hivi hivi hivi unaonaje ukiwa sio mtu wa ku make love? Kwa nini tusianze kuplay, kupractice kuwa na love? Kwa sababu Biblia nasema Mungu ni upendo. Ili Pastor Peter niwe na upendo, sihitaji kufanya mazoezi ya upendo, nahitaji kujenga mahusiano na Mungu alafu upendo ni naturally. Upendo ni kitu, upendo ni liwadi, ni zawadi ya mahusiano yangu kuwa thabiti na Mungu. Lakini leo dunia imetuambia hivi, kuwa mtaalamu kitandani. Yaani ukiwa mtaalamu kwenye ngono, wewe ndio mwanaume, wewe ndio mwanamke, hii utaenjoy, ndoa itatulia. Wakati huo ni uongo. Ndio maana tumekuwa ni watu wa kujaribu, ni watu wa kuonja, ni watu wa kufanya hivi, tuko interested na making love, atuko interested na love.